Ikiwa uko serious na unahitaji uh, kupata visa ya Canada, basi video hii inakuhusu kuhusu, na uhakikishe umeifuata mpaka mwisho kusudi uweze kuelewa hatua hadi hatua ambayo itakusaidia na itakurahisishia wewe kuweza kupata visa ya Canada bila usumbufu. Hello everyone na karibu tena kwenye KHP Canada. Uh, ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe na unaweza ukashea video hii na wengine, sababu ni video muhimu sana ambayo itakusaidia na itasaidia pia watu wengine. So kwenye video hii nataka kuzungumzia ama nataka kukuonyesha jinsi ambavyo unaweza ukaandika barua Sijui kwa Kiswahili nitaisema aje. Lakini purpose of travel letter for your Canadian visa application ama gisi ambavyo unaweza kaandika barua ya ya kuonesha gisi ya ambayo unataka kuja kutembea Canada. Yaani barua ambayo unatakiwa kuandika wakati unafanya application na ile ambayo inaweza kukubaliwa, sababu hii ni moja kati ya sababu zinaosababisha wengi application zao zinakataliwa, sababu una apply visitor visa, hauna barua Purpose of visiting, of visit ama hauongei kwenye eh, barua yako sababu gani unataka ku visit Canada. Ikiwa hauna sababu yoyote ya msingi ambayo inasababisha wewe kuweza kukuja kutembea Canada, basi Canada haitakupea visa. Inaweza kukufikiria tofauti, inaweza kukufikiria tofauti na ile ambayo inaweza ikawa lengo lako ama lengo lako linaweza likawa pia ni jambo lingine. Ukikuja kwa njia ya kupitia visit na bado Canada watakusoma na pia hautafanyikiwa kuweza kuingia ndani ya nchi hii. Ndio maana unahitaji kuwa na mpango. Kumbuka hii ni moja ya njia ambazo zinakusaidia kama unataka kuja Canada bila kuwa na invitation letter ama kuwa na hali aliko ya mtu yoyote hapa Canada. Unajua sio kila mtu ambaye akona ndugu Canada Sio kila mtu ambaye anamjua mtu Canada. Ndio maana sio kila mtu ambaye anahitaji kukuja Canada, pengine kwa kama kwa njia ya kutembea ama kuvisit, aweze kuwa na sababu ama aweze kuwa na yeyote ule ambaye anaweza akamtumie barua ya aliko, sababu barua ya aliko unatumiwa kama unataka kuenda kwenye mkutano, kama unataka kuja kuona ndugu yako, na sio kila mtu kama vile nimesema ndio ako na ndugu hapa Canada. Kwa hiyo ukitaka kupata visa bila kutumia uh, aliko yoyote lazima uandike hiyo barua ambayo nimekuambia, ambayo ni, ni purpose of travel letter. Nini unataka kuja kufanya Canada? Ukikuja kutembea Canada unatakiwa kuenda, unataka kuenda maeneo gani? So, wengi hawajui kuandika barua hiyo na wengi wanaiandika kimakosa. Sasa leo nataka kukufanyia kwepesi ama kukurahisishia, nikuoneshe vile ambavyo unaweza ukapanga barua hiyo na nitengeneze barua moja ya mfano, tuisome pamoja kusudi uweze kuielewa. Na pia barua hii nitaiweka kwenye description ya video hii, sababu ukihitaji kuitumia kama mfano, unaweza ukai download kwa bure na ukaitumia kama mfano. What is the purpose of travel letter? Sababu unajua wengi wanaweza wakawa hawajui hiyo barua itakusaidia kivipi? Hiyo uh, barua ama purpose of travel letter ni dokumenti ndogo ambayo inajaribu kufafanua ama kuweka wazi eh, lengo la wewe kuweza kutembea ama kukuja kuvisit Canada na maeneo yote ambao wewe unatakiwa kuweza eh, kuenda ndani ya nchi hii na kwa muda gani na kwa wakati gani. Kwa nini barua hiyo ni muhimu? Sababu eh, IRCC ambayo ni Migration Refugee and Citizen Canada huwa inatumia barua hiyo kuweza kujaribu kuchunguza kama lengo la wewe kuja kutembea Canada ni la ukweli ama kuna jambo lingine lolote fulani ambalo linaweza likawa nyuma ya wewe kuja kutembea Canada. Unaweza kuwa kuja kufanya biashara ambao haieleweki, unaweza kuwa kuja kufanya vitu ambazo hazipo sawa ndio maana huwa wanataka yani uweze kujieleza ndani ya barua hiyo, nini unataka kuja kufanya hapa Canada. Na barua hiyo ikiwa wazi, ikieleweka, basi utapewa viza na hautasumbuliwa hata kidogo. Lakini wengi wananyimwa, sababu barua ambao wanaandika itakuwa haieleweki ama haiko clear, na wengine hata hawaandiki barua hiyo, so inasababisha wengi wanashindwa kupata viza ya kuja Canada. Najua ni wengi sana ambao wanahitaji kuja ndani ya nchi hii. Na ndani ya barua hiyo, ni vitu gani haswa unatakiwa kuandika hapo ndani? So jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuweka kwenye barua hilo, yaani ukifanya barua hiyo, unatakiwa kuwa very brief unatakiwa kuwa mwazi, ujieleze lengo lako ni gani. Usitumie kona nyingi sana, kuwa mwazi, weka kila kitu sawa na vile ambavyo inatakikana, kile ambacho uh, unatakiwa kufanya. Jambo la kwanza, hakikisha unafuata barua hii vile ambavyo ipo, yaani uh, kama hii ni sample leta, lakini wewe utakiwi kuweka hiyo sample leta. Acha nitoe hizi, kuchanganye hapa. Unakuja unaweka majina yako kamili hapa, unaweka address mahali ambapo unaishi, tuseme kwa mfano uh... No, wewe andika address yako mahali ambapo unaishi. Sitaki video ikuwe tena kubwa sana kusudi kuchoshe. Hapa unaweka namba yako ya simu na email address. Ni muhimu sana uweke zote mbili, sababu eh, immigration ama yes immigration, wao wanatumia sana sana email, lakini namba ya simu pia lazima uweke. So hapa kichwa ya barua yako takuwa nini tu, Immigration Refugee and Citizenship Canada, IRCC watakuuliza subject. Subject yako inatakiwa kuwa purpose of travel to Canada. So ukiweka purpose of travel to Canada utakuwa uko sawa. Okay, tuanze barua sasa rasmi. Kwenye sekta hii unatakiwa kuandika majina yako sema, my name is fulani Seme kwa mfano King King P, yeah, King P, uh, your job title. Ni muhimu sana uweze kuweka job title yako. Sababu ikiwa haufanyi kazi, hautakubaliwa kupata nafasi ya kuja Canada kwenye njia hii. Ama barua hii haitakuwa muhimu sana kwako. Lakini ukiwa na kazi fulani ambayo unafanya na uweke job title yako, inakuongezea credit ama inakuongezea point ya wewe kukubaliwa kuweza kuja Canada. Uweka job title yako ni muhimu sana based in, uko based wapi ama kwa city gani? Lazima uweke city. Kama ni Dar es Salaam, Tanzania, uh, Kampala, Uganda Kigali, Rwanda. Uh, Nairobi, Kenya. Weka city na nchi yako. I'm applying for a temporary resident visa to visit Canada from July 10 to July 25 2023. Hii ni mfano tu, usiende kuandika Julai na unajua hauko tayari ama haujaenda kuona uh, ama haujakuja kutembea Canada mwezi huu ambao unafuata ambao ni Julai, so hiyo ni mfano tu ambao mimi nakupea. So hapa unaandika sasa, the purpose of my visit is tourism. Wakiku, juo, kufu, uh, kufu, kwa jua unakuja kwa utalii huko, na nafasi kubwa sana ya kupewa. Fata barua hii vizuri. I plan to visit major attractions in Toronto, Ontario, including eh uh, Niagara Falls, the CN Tower and local museums. I have booked accommodation at unaweka hoteli ambao wewe unapanga kufikia, unaweka hoteli ambao wewe unapanga kufikia. So kwa hiyo mbele ya wewe kufanya barua hii, hakikisha uko na information zote, umeshajua utafikia kwenye hoteli fulani. Na hoteli hiyo inalipisha siku, pesa ngapi kwa siku ni muhimu sana. Yaani ukifata barua hii sawa na vile ambavyo naikufanyia itakusaidia pakubwa sana kwa wewe kuweza kupata visa bila usumbufu. Na hakikisha umegusia sehemu mbalimbali. Ionekane unajua sehemu mbalimbali Canada. Ndio maana video ambazo huwa nawaonyesha za sehemu mbalimbali Canada ni mzuri uweze kuzifuata na uweze kupata information mbalimbali kwenye hizo video. Nikikuonesha mtaa fulani nikikuonesha town fulani nikikuonesha siti fulani, fuata video hizo vizuri na usikize kile ambacho naongea hapo ndani, kitakusaidia uwe na information kuhusu Canada na masehemu mbalimbali. So wakati unafikia ku apply uh, visitor visa, wanajua huyu ni mtu ambaye anaelewa mahali ambapo anaenda, unaona. Lakini ukiwa hujui hata mwenyewe mahali unaenda, utakuwa na shida ya kuweza kukubaliwa. So mention zile sehemu ambazo unataka kwenda ku kuangalia zile vitu ambazo zinavutia watu wengi ukuja Canada kuangalia kama ni hiyo Niagara Falls, Niagara Falls watu ukuja Canada kuangalia kama CN Tower, kama walifuata video zetu za CN Tower, kuna wengi ambao walikuwa hapo, ni wageni wanakuja kuvisit hiyo place. So ni muhimu sana, weka hoteli ya mahali ambapo utafikia, alafu located in town. Ukishaweka hoteli, weka hiyo hoteli ko located wapi. So unatakiwa kuona full information nitafikia kwa hoteli fulani ambayo iko located sehemu fulani iko located in town fulani na iko ndani ya, ya ya, ya, pengine Toronto ama located in downtown Toronto hmm? I will cover all travel expenses using personal savings. I have attached my bank statement, employment letter and leave approval from my workplace. Unajua kama ulifuata wa previous video, nilisema ya kwamba ni muhimu sana uwe unafanya kazi na kwenye kazi yako uandikiwe barua ya kwamba wewe uko mapumzikoni wa kipindi fulani. Unaona, hiyo inakupea nafasi kubwa sana ya wewe kuweza kukubaliwa bila tashwishi lolote lile, uandikiwe barua wewe unafanya na kampuni fulani na umepewa kipindi cha mapumziko ama leave ambayo itakuwa for a certain period of time. Ukishapewa hiyo mention kwenye hii, na hiyo barua ufanye ufanye kopi yake, utatuma pamoja na hii barua, itakusaidia hmm. unaunganisha bank statement yako, una attach bank statement yako uh, employment letter na vya kwamba vile uko leave Iko approved from your workplace. I work full time as your position, uko na position gani kwenye hilo kampani. Mahali ambapo unafanya unaajiriwa wewe unatumika kama nani? So lazima kumbuka. Na hii pia ni point ingine muhimu. Usiseme I work as a temporary. No. I work as a full time as An electrician, as a manager, as a supervisor. Weka job position yako alafu at kampuni gani ambayo unatumika nayo, weka jina ya hilo kampuni ambalo unatumika nayo kusudi uweze kupewa nafasi hiyo. So, I have a strong ties to my home country, including my permanent job, my immediate family nazani huko unanielewa vizuri, and ongoing responsibilities. I fully intend to return to, unaweka hapa jina ya country yako. Mi nimesema your country, sasa nawe siendi ukaandike your country, unaandika I plan to return to my country which is, unaweka jina ya country yako after my vacation. Nasema after what my vacation, ukiwa na sababu nyingine tofauti sana na kitu kama ya vacation itakusumbua, na utahitaji visa zikuwe nyingi ambazo umezunguka zunguka basi kwenye nchi tofauti na pasipoti yako. Lakini ikiwa ni vacation, na kuhakikishia kwamba utakuwa na nafasi kubwa sana ya wewe kuruhusiwa kuja Canada uh, kama visitor, alafu chini unaandika thank you for considering my application sincerely Alafu bado tena unaweka your name here. So barua yako itakiwi kuwa kubwa sana hivyo. Ndio Canada huwa wanafanya uh, barua zao, na hata CV unapata ni maneno mawili matatu, hauandiki maneno mengi sana hauandiki maneno mengi sana. Hii ndio mfano ya barua hii ambao wewe unahitaji kwa ajili ya kuweza kupata visitor visa ya Canada. Na ikiwa ya kwamba utahitaji template hii, basi uniambie hapo kwenye comment section na mimi nitaifanya kama PDF, alafu niweke kwa comment kusudi mweze kuidownload hapo. Nakumbuka mkidownload, msiende kutumia the same same Uh, think nyinyi wote badilisha some of the English words hapo, ijapokuwa hii ni easy, unaweza ukatumia the complicated one ama even the most easy words za English kwa kufanya barua yenyewe isikue the same, ama chukua tu idea, alafu utengeneze ya kwako, na idea kama hii itakusaidia na itafanya uweze kupata viza ya Canada. So kama we ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe na kama wewe ni mmoja wa wana KHP kumbuka kulike video hii, na pia nitaenda kuandika ama video ambayo inakuja, nitawapea template ya barua ambao unatakiwa kuandika wewe, ambao unakuja kwenye kwenye meeting, wewe ambao unakuja kwenye conference, wewe ambao unakuja kutembelea family member na vitu kama hizo, na ule ambaye ako hapa anataka anatakiwa kukutumia wewe barua aandike barua gani ambayo itakubaliwa kusudi wewe uweze kuja kwenye hiyo conference ama kumvisit ndugu yako ama kuja kwenye graduation ya yule ambaye anasoma mahali hapa. So endelea kubaki na KHP, na utani notification yako bell on kusudi ukue unapata update wakati wowote ambao tunaweka kitu mpya ama tupo live.